Nia halisi ya Marekani kuivamia Venezuela na kumwondoa rais Nicolas Maduro huenda kwa sasa imeanza kujipambanua wazi, kutokana na mapya yanayoendelea yakiratibiwa na ya Marekani. Hii ni TriGen Media. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi kwamba Venezuela inatarajiwa kukabidhi hadi mapipa milioni hamsini ya mafuta kwa madai kuwa hatua hiyo itasimamia na kuhakikisha raia wa Venezuela wananufaika. Hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo ya rais Donald Trump kupitia ukurasa wake ni kwamba mafuta hayo yatauzwa kwa bei iliyopo sokoni kwa sasa, na kubainisha kwamba fedha za mapato ya mauzo ya mafuta hayo zitasimamiwa na yeye mwenyewe na zitatumika kuwanufaisha watu wa Venezuela pamoja na Marekani. Lakini katika hatua nyingine ni kwamba sekta ya mafuta ya Marekani inatarajiwa kuanza kufanya kazi nchini Venezuela ndani ya miezi kumi na nane huku rais Donald Trump akisisitiza kufanya uwekezaji mkubwa nchini humo. Sababu ambazo Trump alizitaja kwamba ni kumwondoa Maduro kwa sababu za kujihusisha na dawa za kulevya hazitajwi tena, hali inayoonyesha kwamba kumbe nia ya Trump ilikuwa ni hayo mafuta na mengine ambayo wakati utabainisha. Katika hatua nyingine, Trump amekaririwa akiupongeza uongozi wa mpito, jambo ambalo kwa baadhi ya wachambuzi wa mambo linamaanisha hisia mseto juu ya mpango wa Trump na Venezuela. Kwa sasa Rais Donald Trump anaendelea na mkakati mwingine wa kuichukua Greenland. Hali inaonyesha kuwa mataifa mengine ambayo yanalengwa na Trump yanapaswa kukaa chonjo, maana vipaumbele vya Trump akiamua, ni ngumu kumpinga na hii